Mimi kwa majina naitwa Matthew Msigwa na nikukumbushe tu mwandishi wa habari kwamba hii unayoiona tumeifanya hapa ni mwendelezo tu wa kazi ambazo tulishakuwa tunazifanya huko nyuma. E, tume alikuja na chama kilikuwa kinaitwa Umaki umoja wa wanailungu wa, wana wa ishio nje ya Ilungu. Kifupi ilikuwa inaitwa Umaki kwa mwendelezo ule, yeye alisimama akatukusanya sisi vijana. Baada ya kuwa ametukusanya, baada ya kuwa ametukusanya, tuka tukawa wamoja. Wakati ule alitukusanya kwa makundi maalum, alitukusanya kwa makundi ya wale wa kipato cha hali ya chini, kipato cha kati, na kipato cha juu. Kulikuwa na michango ya shilingi elfu kumi, kukawa na michango ya shilingi elfu ishirini tukawa na michango ya shilingi elfu arobaini kwa wakati ule. Tulifanya maendeleo, tulijenga zaanati yetu tuliboresha baadhi ya majengo ya shule pale, lakini kwa kadiri tulivyoendelea yule kaka yetu, Mwenyezi Mungu aendelee kumsaidia afya, amekuwa anasumbuliwa na afya kwa muda mrefu. Basi tukaona tu, tufate nyayo zake, tukaona tufate nyayo zake, tukaja tena tukajikusanya wanairungu tulikaa kikao chetu Makambako kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na kumi na sita kama sikosei. Tulivyokaa pale kikao Makambako mwaka elfu mbili na kumi na sita tukasema kwa nini tuachie pale alipoachia mkubwa wetu? Ni lazima tuendelee. Basi tulivyokaa pale tukatengeneza mikakati, wakati huo chini ya mwenyekiti wetu wa kijiji bwana Akwili ni Lwila Mgaya, Akwili ni Lwila Mgaya. E, kwa hiyo tulipofanya kikao chetu pale tukatengeneza mikakati kwamba ni lazima kijiji chetu tujikwamue kwa mambo mbalimbali, mwenzetu atasimamia huku kijijini na sisi tulioko nje, basi tutajikusanya kwa ajili ya kuhakikisha tunafanya maendeleo ya kijiji kwa kushirikiana na yeye. Awamu ya kwanza tulifanya maendeleo kwa ajili ya maji pale shuleni kwetu. Maji yanapatikana bondeni sana kwao, tulifanya mradi pale wa maji ambao uligharimu karibu shilingi milioni ishirini na tano za Kitanzania. Ule mradi ulikuwa unafanya kazi vizuri na umeendelea kuwa msaada kwa, kwa walimu wetu pale, lakini pia tulifanya mchango baadaye tuka karabati zahanati karabati zahanati, iko katika mazingira mazuri. Na baada ya hapo, tukawa na changamoto ya barabara. Tukasema, kwa nini wazazi wetu wanatoka wanashindwa kwenda kutibiwa Ikonda wakati Ikonda ni jirani sana, wanabebana kwenye machela. Sasa tukaona hii hatua sio nzuri, na sisi tupo. Tukatengeneza mkakati, tukasema ni lazima tuhakikishe tuna tengeneza barabara kweli. Tulivyoanza hili jambo lilikuwa kama linataka kutugawa, lakini tukasema hapana, haipaswi tugawanyike kwa ajili ya maendeleo ya kijijini kwetu Tuli, tulitembelea kwanza, tulifanya tathmini kwanza kwenye ile barabara, barabara yenye umbali wa kilomita ishirini na moja kutoka Maliwa mpaka Mamongoro, ishirini na saba toka Maliwa mpaka mamongolo tukacheki ilivyo, tukajaribu kushauriana na wataalamu, walituogopesha wakasema, hii barabara mkitaka kuitengeneza inabidi bajeti yake isipungue milioni mia tatu na kitu au mia nne kabisa, lakini si tukasema, ngoja sisi tufanye kwa pale ambapo tutaweza kufika, tutafanya basi. Tukamshirikisha mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa wilaya Makete, kwambia sisi tunaomba nyinyi mtusaidie greda na mtusaidie greda, sisi tuta, tutanunua mafuta na kuhakikisha zoezi hilo linafanyika kweli. Mkuu mkurugenzi wa wilaya Makete wakishirikiana na mkuu wa mkoa wa wakati huo Bi Rehema Nchimbi walikuja wali walikuja mpaka hapa wakaangalia mazingira ya barabara, tukashughulika tukashughulika. Sisi kama wazawa tulifanikiwa kwa wakati ule, tulifanikiwa kuchanga kama milioni na ilikuwa milioni thelathini na kitu kwa wakati ule e, pamoja na ile tuliotumia ilikuwa kama milioni hamsini tuliofanikiwa kuchanga kwa wakati ule. Tulivyochanga ile fedha tuka, tukapewa greda, tukanunua mafuta ya kutosha. Basi greda alikaja hapa lilifanya kazi kwa muda wa wiki mbili, ikahakikisha kutoka maliwa mpaka Mamongoro, ile barabara ikawa imekamilika na ikawa inapitika. Baada ya kufanikiwa kwa hatua ile, tulienda ku tulifanya kikao cha pamoja mkuu wa mkoa Rehema Nchimbi, tukakaa kikao pale tuka tukaomba watusaidie tulipowaomba watusaidie, wakasema wako tayari kwamba barabara hiyo sasa wanaipokea wao. Sisi kwa watu wa wetu tulifanikiwa kutengeneza daraja la miti kwenye kivuko cha kwenda Maliwa, lakini kule kule Mamongolo pia kulikuwa na kivuko cha miti. Kwa hiyo baada ya kutupokea serikali, tunashukuru kule Mamongolo walijenga wali, wali kivuko, lakini huku Maliwa bado kinatumika kile kivuko cha miti ambacho sisi ndio tulikitengeneza. Eh, wakajenga vivuko, lakini pia walitusaidia kule Maliwa. Kutoka pale Maliwa walitengeneza kilomita mbili na wakasema huo ndio utakuwa mpango wao. Naona zoezi hilo halikuendelea tena. Sasa tukakaa tukaona bado tuna shida ya barabara. Tukasema serikali kwa, kwa hatua yake walifanya pale walipofanya, na sisi tusikae tu, kwa sababu tu, tu, tulifanikiwa kunani, tukasema kwa kuwa tulifanikiwa kuchanga na watu wako tayari, tukaitana tena. Tulivyohitana tena mwanzo tulikodi greda la mtu binafsi likatibua hii barabara kutoka Iheka mpaka maeneo haya tukaona bado barabara ni changamoto. Awamu hii tukawa tumekuja na, na wazo hili tukasema, hebu tu, tujaribu kujenga hii mitaro angalau kwa yale makaravati ambayo tulishayaleta na serikali walisema watayafukia, hawakupata nafasi ya kufukia. Basi ndio tumekuja hapa, tumekuja hapa awamu hii tumefanikiwa kuchang... kwa eneo hili unaloliona limetengenezwa lime safari hii tumefanikiwa kuchanga shilingi milioni 25. Na 5 ndio iliyotumika hapa tukiwa tumetumia makaravati ambayo tuliyasomba tuli toka mwanzo na, na kazi zingine za, za mchanga, mawe, nondo na wiremesh tumezifanya kwa awamu hii. Kwa hiyo kama unavyoona, kazi ndio imefanyika imefikia hatua hii lakini ushiriki wake wananchi kwanza, katika zoezi la hapa wamechangia nguvu na shilingi milioni mbili na laki moja Kwa hiyo milioni ishirini na mbili na laki tisa zimetoka kwenye mifuko ya wazao, lakini bado tunaona zoezi halijafanikiwa. Ndio kama hivi tumefanikiwa kutengeneza mitalo, lakini mlima huu kama unavyouona ni vumbi, bado unahitaji kifusi sasa tunaendelea kukaa vikao tuone twende tushirikishe serikali ni namna gani watatusaidia katika hili. Japokuwa huko nyuma wametusaidia kidogo kwa kusuasua, lakini hatutachoka kuwashirikisha. Tulianza kwanza mwenyekiti wa kijiji alikuwa na nafanya mikutano ya kijiji huku anatushirikisha e, mwenyekiti wetu amekuwa mwepesi sana kutushirikisha yeye akikaa kikao na wananchi huku, shida au kero iliyopo anatupa taarifa huku, kuna kero moja mbili tatu. Mimi kama mwenyekiti wa wazawa na katibu wangu na sisi tunaitisha mkutano kule kwa wazawa, jamani, wazazi wetu kule na mwenyekiti wetu wanalia kuhusu jambo moja mbili tatu. Kwa hiyo kadiri tutakavyoshauriana ndivyo tunavyoweza kufanya pia, kwa ajili ya kuhakikisha tunashirikiana na mwenyekiti ili tuweze kutatua tatizo. Leo katika awamu hii ambayo tulichanga fedha kwa ajili ya kukamilisha zoezi hili la awamu ya kwanza, hatusemi tumekamilisha kwamba imewezekana kwa zoezi la kwanza hili, tulikuwa tunakuja kuangalia kazi ilivyo, na tuweze kufanya malipo ya mwisho kwa ajili ya mafundi waliokuwa wanaendelea kufanya kazi hapo. E, kwa kweli tumeridhika sana tumeridhika sana na leo, kwa kuwa mwanzo wakati tunakuja hapa tulishirikisha injinia wa, wa wilaya, na kwa bahati nzuri mwenyekiti alimfata kule, alikuja hapa akatupa tathmini. Alivyotupa tathmini, hatukuogopa tathmini tuliyoipata kutoka kwa, kwa, kwa injinia Marake, ilionekana nayo ilikuwa inakatisha tamaa, lakini sisi tukasema hata sisi tutaanza tu hata kama tathmini ni kubwa ilionekana kalavati moja kama kwa hesabu za, za, za kiinjinia ilikuwa milioni ngapi, milioni laini moja, lakini sisi tukacheki laini zile tukacheki kifusi kinachotakiwa kusombwa hapa. Tunashukuru Mungu, tunashukuru Mungu, gharama zile tulizoambiwa za mwanzo na injinia hazijafika huko, japokuwa barabara haijakamilika. Kazi kubwa iliyofanyika hapa ni kwanza, tulikuwa ni tunasomba mawe kwa ajili ya kujengea hii mitalo pili, tulikuwa tunatakiwa kuleta saruji zaidi ya saruji mia tatu na kidogo zimetumika hapa. Pia kulikuwa na matirio mbalimbali, mchanga ulikuwa unatoka Njombe, Makambako, kokoto zimetoka Njombe. Na, na vitu vingine vya msingi. Kwa mfano, kitu rahisi ambacho tumekipata kwetu hapa ni, ni kifusi ambacho bado ni kifusi na mawe ambacho bado tunahitaji pia kufanya michango tuhakikishe tunamwaga hapa sasa. Kwa hali ilivyo ili barabara hapa ipitike vizuri ni lazima pia tumwage kifusi. Kweli, ndugu mtangazaji. Kama kuna neno zuri zaidi ya asante kwa watu ambao wameshiriki jambo, jambo hili ningesema hivyo lakini si, sijajua ni neno gani nilitumie mimi. Unajua, kuzungumza watu kuwa, kuwasemea watu watoe walichonacho mfukoni na wakakuitika wakatoa, ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Kwa hiyo mimi ninawaombea sana kwa Mungu hawa wapendwa wangu hawa wazawa wa Ilungu majitoleo wanayoyafanya wakati mwingine hata linapotokea jambo kutoka kijijini huwa naona aibu kuwaambia, lakini anasema mwenyekiti amelia, yeye ndio mzazi wetu, mtaachaje? Kuwaambia, kwa hiyo huwa nawaambia, naita vikao. Asante kwa jina, naitwa Akwilini Rubeni Mgaya na ndio mwenyekiti wa kijiji cha Ilungu. E, tupo hapa kwenye zoezi hili la leo nafikiri hii barabara ilikuwa na changamoto, ile barabara ilikata kabisa, ilikuwa ipitiki. Kwa hiyo waliokuwa wanakuja na hasa wanaenda, wamama waja, wamama wajawazito na watoto wanaenda kusoma, kulikuwa kuna umuhimu kama la dharura, magari yalikuwa yanakuja yanaenda kuzunguka njia nyingine, ndio yaende kule shuleni. Kwa hiyo nilivyoona kuna tatizo hilo, nimpigia simu mwenyekiti wa wazawa pamoja na katibu wake. Kwa hiyo walianza mcha, mchakato kukusanya nguvu kule mjini pia wakati huo, na mimi mwenyewe nilianza mchakato, kwa sababu barabara ilivyokuwa imekata ilikata kabisa. Nianza mchakato kijiji kama kijiji, tulianza na, na lori za mawe nane tukafukia lile shimo kwa mawe. Toka hapo ndo wakaanza hao wenzetu wazawa kuanza michakato ya michango na kuja kuleta masuala ya sementi mtaalamu. Kiujumla, hii barabara ilikuwa na changamoto, ilikuwa haipitiki. Yani kama una gari, hawa wazawa wanatoka kule juu, lakini walikuwa wanaacha magari yao kule, kule chini alafu wanapandisha kwa mguu, ilikuwa haipitiki Asante kwenye kamaka nilifikisha lakini kaonekana e, kwa kweli nguvu ya kata hawana walipeleka halimashauri, halimashauri kaonekana hata greda hawana, na ndio maana ikafika sehemu sehemu nyingine, sehemu kubwa hii barabara tulikuwa tunatengeneza na mikono, nguvu ya mikono, na ndio ikaja kuonekana wazaa wa huruma kwamba wazazi wanaumia kule nyumbani, ndio maana wakatumia kwamba ngoja wajitahidi kuboresha kwa, kwa mtindo huu, kuweka makaravati na nini wenda kutakuwa kuna wangalau wa kwamba wa watu wawe wanapita hii <totipa> barabara. Ina uchumi mzuri sana kwenye kijiji, isipokuwa watu wanalima viazi wana, kuna, kuna mbao zinapasuliwa, lakini wakati mwingine wazazi wanashindwa hata kusomesha watoto kulingana, ilikuwa ipitiki mtu amelima mazao amelima viazi, amelima ngano, mahindi, maharage. Kwa hiyo kupitisha sehemu ya kupitisha inakuwa hamna, lazima itambidi mkulima anza kubeba kwa kichwa kwenda kupeleka sehemu ambayo inaanza kupitika. Nani, barabara tumeanza kupata kwa kweli, hata boda boda zinapita e, na magari. Hata ndugu zetu hawa wanavyorudi kidogo wanapita, wana, wana isipokuwa kasoro tu bado, ina maana kifusi kifusi natakiwa kwamba light, kama tutapata kifusi, kwa kuwa hawa wazawa ni kama hela walizochanga na naona zimefikia nguvu hapa, naona wanaanza kujipanga tena, maana karibu milioni ishirini na hizi zimeishia hapa kwenye kazi, lakini bado kifusi, tunategemea kwamba endapo kitapatikana kifusi ili tuweze kuendelea kuiboresha barabara yetu. Kwanza, kwa wananchi wa kijiji hiki nipende kuwashukuru sana kwa kazi ambao wanafanya ya nguvu kazi nzito ambao huwa hawachoki, wanajitolea hakuna kuchoka. Mpaka tulivyoanza, mpaka leo hii tulipo hapa, tuna miezi mitatu, bado tupo barabarani, tunafanya kazi. Kwa hiyo na, na, na, na wasifu na waomba waendelee kuwa na nguvu kwa pamoja, tuendelee kushirikiana hivyo hivyo. la pili Niende nipende kuomba wazawa wa wasikate nia, huku ndio kwao, wao wanakaa mjini, lakini wameona umuhimu, wanavyorudi kutusalimia sisi huku, wanaelekeza nguvu zao huku, wasikate nia, sisi bado tupo, wanavyorudi waendelee kuboresha maji. Mpaka saa hizi kuna maji yanasumbua, waliotengeneza yanasumbua. Niliwa, niliwaomba maji, bado yanasumbua walimu, walimu pale shuleni zanati maji hayapo ya yaliyotengenezwa mpaka saa hizi yalisimama. Kwa hiyo bado niwaambia, wamenikubali wame, wame, wamepokea ombi langu. E, tunaendelea na mchakato mpaka saa hizi kule tumesombelea sementi kuendelea kukarabata kukarabati matenki, alafu mipia na, na, mpila mi, mi, mi, mingine imepasuka. Kwa hiyo ndo tunaendelea kukarabati, wamepokea kilio changu, wanaendelea kukarabati. Nawashukuru sana kwa nguvu hii hapa. Waendelee kushirikiana na wadogo zao, waendelee kuwa bana, tushirikiane. Huku ndio nyumbani, watusaidie sisi ambao tunaishi tuna, tuna, tuna, tuna huku nguvu ni kwa nasema kwamba kwa kuwa tupo kwenye Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kinasaidiaga sana lakini laiti, kama tunavyoongea hivi saa hizi hapa ilitakiwa wawe kwa nguvu hii hapa tuliofikia hii hapa, na serikali itakiwa itupokee kwa sababu tukisema kwenye nguvu ya tuna ujenzi mwingi wa ma majengo ya sekondari majengo ya kata. Kwa hiyo wito wangu nasema kwamba naomba serikali kwa kuwa ina mkono mrefu itusaidie, itusaidie pale walipoishia hawa wazawa, manake hawa wazawa wame, wana miaka mitatu wanachangia, lakini baadaye wataishiwa na wao nguvu. Serikali itupokee itusaidie kwa barabara hii, barabara isaidie mambo mengi kwa sababu kama mnavyoiona hapa E, kuna kifusi ki hii barabara hakipo ki, kifusi pia, na barabara inatakiwa ilimwe. Hapa tulipo simama wamelima na mikono wananchi, huko juu au tulikotoka kule chini bado kubaya, bado barabara bado, ni mbaya. Tuombe watulimie ikiwezekana, kutoka kibaoni hadi shuleni ni barabara ambayo kwa kweli inasumbua sana. Kwa majina anaitwa TM Tobias Sanga. Mimi ni mwenyekiti wa kitongoji cha Ulininda, kijiji cha Irungu. E, kwanza kabisa nipende kuwashukuru wazawa wanaoishi mjini wa kijiji husika, kijiji cha Irungu, kwa jitihada zao, michango yao walioitoa kwa ajili ya hiki kipande cha mlima huu wa Ipuji huu mlima mwanzo ni, ilikuwa changamoto zaidi ya miaka toka kijiji kianza ni changamoto tu, ila saa hizi sisi tuliopo hapa ndio tunaoona kuwa mabadiliko yapo, mabadiliko yapo. Hali ilikuwa mbovu sana, hata na pikipiki kupanda huu mlima ikinyesha mvua haiwezekani, haiwezekani kabisa. kwa hiyo kwa saa hizi najua hatujui kifuko itakuwa. Kwa mfano, yani, kama na natoka kule imenyesha mvua, navyopandisha huu mlima ni shida, utapita lakini kwa shida unaweza ukaumia. Hata kuumia nilishawahi, ndio maana nazungumza hilo, ilikuwa ni hapo juu hapo. Panateleza sana kwa hiyo pikipiki ikageuka hivi ikarudi nilikotoka. Nilitoka kule chini napandisha, ikageuka ika ikarudi nilikotoka nami nikadondoka. Kwa hiyo ni nimeshiriki kwa nguvu zangu zote pamoja na wananchi wangu wa kitongoji. Nimeshiriki kwa nguvu zinazohitajika za sisi wananchi, tumeshiriki sisi wananchi, shughuli tulioshiriki hapa ni shughuli ya kung'oa mawe pamoja na kupakia na kuja kushusha, pia kusogeza mchanga, kwa sababu gari lenyewe linavyoleta wakati wanatengeneza hapa, walikuwa wanamwaga kule chini. Kwa hiyo nasi wananchi tuna kuja kimaendeleo, tunasogeza mchanga kupanda.